Mweshimuwa Spika, naisabili nafsi yangu kwenye maandiko ya kun fayakun u kun fyaku manaake, analolitaka Mungu linakuwa. Aidha, nataka nikiri imani yangu kwamba mamlaka yote huwekwa na Mwenyezi Mungu, na nikubaliane na usemi kwamba Mungu akikupa ulemavu hukupa na jinsi ya kuenenda. Vyo nyote ni mashahidi wa mazingira yalivyokuwa. Wakati naipokea nchi, mazingira ya kiuchumi hayakuwa vyema kwa ulimwengu mzima kutokana na maradhi yale ya COVID-19, mazingira ya kijamii yalikuwa na fadhaa kubwa, fadhaa kwanza ya maradhi, watu wanatutoka, maradhi hatujui yataisha lini, tutatibu na nini, lakini fadhaa ya pili kubwa ya kuondokewa na mpendwa rais wetu aliye madarakani ilikuwa ni fadhaa kubwa sana na mazingira ya kisiasa hayakuwa na bashasha kwa kuwa haikuwa muda mrefu tangu tumemaliza uchaguzi wa ishirini ishirini. Kwa mazingira yote hayo, kwa hali yoyote ile, kwa mtazamo wa mwanadamu, mja wa kuupokea mzigo ule wa urais kwa wakati ule kwa mazingira yale isingefikiriwa kwamba ningekuwa mimi, ila kwa ukuu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakukuwa na budi ila kukabidhi madaraka yale kwa aliyekuwa Makamu wa Rais. Ndugu zangu, mnaelewa minong'ono iliyokuwepo, mnaelewa shaka zilizokuwepo, lakini kwenye kama nilivyosema Mungu akitaka linakuwa katika mazingira kama yale jambo la kukimbilia ni kumhidi Mungu. Nilimwomba Mwenyezi Mungu anijalie busara na uvumilivu kama alivyomjalia Nabii na Suleiman alayhi salam. Nilimwomba Mwenyezi Mungu aniongoze kama alivyowaongoza manabii wake na waja wema walioyafanya mema kwa ajili ya dunia na kesho yao mbele ya Mungu. Alhamdulillah. Maombi haya yalinipa nguvu na ujasiri wa kutoruhusu mazingira yaliyokuwepo yawe kikwazo kwenye utekelezaji wa majukumu niliyokabidhiwa. Namshukuru Mungu sana. Mheshimiwa Spika, nimesikiliza kwa umakini maelezo yako kabla ya kunikabidhi rasmi tuzo hii. Pia nimefuatilia kwa umakini mkubwa simulizi, documentary na ushuhuda wa waheshimiwa wabunge kuhusu mafanikio ya safari yetu ya miaka minne tukisema mpaka sasa, na miezi miwili ya awamu hii ya sita ya uongozi wa taifa letu na uwajibikaji wa pamoja. Inafurahisha sana kuwasikia wawakilishi wa wananchi mkitoa mrejesho na kuthibitisha kwamba kweli ndani ya kipindi hicho kazi kubwa imefanyika. Ninawashukuru kwa kutambua kwenu kwa sio tu tumeyaendeleza mema yaliyokuwepo katika awamu zilizopita bali pia tumeweza kuboresha mema yaliyopo na kuleta mema mapya kwa ajili ya ustawi wa wananchi na taifa letu. Nawashukuru sana kwa kutambua kazi njema iliyofanywa na serikali yenu. Mheshimiwa Spika, kama sote tunavyofahamu, kidole kimoja hakivunji chawa, ni dhahiri kuwa yote yaliyoelezwa na ambayo wananchi wanaendelea kuyashuhudia kwenye maeneo yao yamechangiwa na utekelezaji wa majukumu ya kikatiba ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara sitini na tatu mbili ya katiba yetu ya Tanzania inayolitaka bunge kusimamia na kushauri serikali kwa niaba ya wananchi. Waheshimiwa wa bunge, meendelea kuifanya kazi hiyo kwa umahiri ndani ya bunge na nje ya bunge mkiwasemea wananchi mnao wawakilishi. Hivyo basi sina budi kuwapongeza sana waheshimiwa wabunge kwa weledi, uzalendo na umakini mkubwa mlioonyesha katika utekelezaji wa majukumu yenu. Kwanza katika kutunga sheria kama ilivyoelekezwa katika ibara ya 64 ya katiba yetu. Lakini la pili, katika kujadili na kupitisha bajeti za serikali kwa mujibu wa ibara ya 137 ya katiba yetu. Tatu, katika kusimamia kwa ukaribu utekelezaji wa mipango ya serikali kupitia kamati zenu za kudumu za bunge na kamati maalumu zilizoundwa kila mambo yanapotokea. Hakika kwa namna ya kipekee ninawashukuru kwa namna ambavyo mmeweza kuisimamia serikali. Nimeona mijadala yenu yenye hoja mashiko na yenye kutanguliza maslahi kwa taifa na wananchi mbele. Mara zote tumekuwa tukipo, tukipokea tathmini maoni na ushauri wenu kwa uzito mkubwa. Ni wazi kuwa bila nyinyi baadhi ya shughuli za serikali zisingekuwa na ufanisi kung'ara. Serikali inakong'ara leo kunatokana na kazi muhimu mliyofanya. Lakini na umuhimu mlioipa serikali kwenye utekelezaji wa shughuli zake. Mheshimiwa Spika, bila shaka penye haki amani hutawala na maendeleo huonekana. Haki ikisimamiwa vizuri huleta ustawi wa wananchi na taifa kwa ujumla.